Waamuzi sita kumi na tatu. Gideoni akamwambia Mungu, kama uko pamoja nasi nakuwa vipi yakowapi matendo makuu ambao wazetu walitadithia namna ulivyowtoa kule Misri. Kwa pengine anamwambia Mungu kuna namna ulimtumia Musa kwa kiwango kikubwa sana. Huyu jamaa alienda Misri akapambana na Farao akawatoa watu Misri akawaleta mpaka kwenye hii nchi na jua ulivyomtumia kupasua bahari ya Shamu. Kuna wale wafalme wawili Sihoni kule, Mungu uliwapigania, kukawavusha. Kwenye vita vya Wamareki Mungu uliwavusha. Kuna mtu anaitwa Yoshua alisimamisha jua na mwezi na kila kitu mpaka wapate ushindi. Na tamani kama ange Yoshua sasa hivi Mungu, natamani uinue Musa mwingine. Mungu akamtazama akasema, wewe ndio huyo Musa unayemtazama unayetamani awepo sahihi. Mungu anamwambia Gideoni, wewe ndio huyo Yoshua ambaye unamwongelea wewe ndio huyo Debora ambaye unamwongelea wewe ndio huyo mtu ambaye unatazamia. Pengine labda Gideoni anamwambia Mungu, yuko wapi mtu ambaye umemwandaa kwa ajili ya kizazi hiki? Kama wale watu uliwapa Musa, sisi tumemwandaa nani kwa ajili yetu? Mungu akamwangalia akasema, wewe ndio yule ambaye ulikuwa unamsubiria. Pengine wamekaa miaka saba wanasubiri mtu atakayenuliwa na Mungu ili aje kuwasaidia kama ambavyo Mungu amekuwa akiwasaidia siku zote. Mungu anamwambia, wewe ndio huyo mtu. Mungu huwa sio Mungu wa jana na wala huwa sio Mungu wa kesho. Mungu huwa ni Mungu wa sasa hivi kwa nini? Sababu Biblia inasema imani ni na maisha tuliyopewa tunaishi kwa imani. Nasema, mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo kama tumewekewa programu ya kuishi kwa imani, maanake tunaishi na Mungu wa sasa hivi, sio Mungu wa kesho, sio Mungu wa jana kiswa kiswa kiswa, now faith is now, maana yake sasa. Kinasema imani ni kuwa na hakika mambo yatalijuayo. Kwa maana imani ni ya sasa. Kwa maana Mungu ni wa sasa. Kwaona namwambia Gideoni. Achana na habari za miaka iliyopita. Achana na habari za kina Yoshua, za kina Musa, za kina nani. Tuongelee suala la sasa hivi. Sababu nguvu zangu zile zile zilizo kwa ndani ya Musa, uwezo wangu ule ule uliokuwa pamoja na Yoshua, huo huo ndio uko pamoja na wewe pia. Ile kwamba unayafahamu, ile kwamba unanitambua, ile kwamba unanijua, ile kwamba una namna tuna mahusiano, tukawasiliana, tuka tukatembeana, tukaongea, ile kwamba kuna namna niko na wewe. Kila kitu chochote unachohitaji kiko ndani yako kutoka kwangu. Sasa toka uende ukafanye kile ambacho unataka kukifanya. Na sababu Musa hayupo, sababu Yoshua hayupo, wengine wote hawapo. Upo wewe, ninakupa mamlaka, nenda ukafanya yale ambayo wao waliyafanya. Mateo 28 mstari wa 18 anasema mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi. Make nini? Kuna nguvu ambayo Mungu aliweka ndani ya mtu na mamlaka yake alimpa mtu kwa hiyo Mungu alipomleta mtu duniani, alikuleta kama jawabu kwenye changamoto ambao unaiona. Tatizo lote ukiliona mahali, iwe kwenye ukoo wako, iwe kwenye familia yako, iwe kwenye jamii yako, iwe kwenye taifa lako, naweza ukashangaa kwamba kwa nini wengine hawaoni. Ni kwa sababu wao hawajaletwa kutatua hiyo tatizo, ila weo ndio umeletwa kutatua hiyo tatizo, haijalishi ni kubwa kiasi gani, ila ndani yako umewekewa huo uwezo wa kufanya kuondoa hiyo changamoto. Kama sio lolote, lakini kwa sehemu unahusika. Haruni hakuwa ameletwa kwa ajili ya kuondoa tatizo kabisa, ili alikuwa anahusika kwenye sehemu ya kuondoa tatizo. Ndio maana walipojiunga na Musa, kikaa kitu kikubwa sana. Mahali popote unapoona tatizo lolote changamoto na ikakusumbua kichwa ikakuumiza, ni kwa sababu ndani yako umewekewa uwezo wa kutatua hiyo changamoto, imo ndani yako. Mungu anaambia Gideoni, umejificha kwenye mapango, mmeteswa kwa miaka saba, unamtafuta mtu wa kuja kuwasaidia, unaongea habari za kina Musa, unaongea habari za kina Yoshua, wale walimaliza zamu yao, walishaondoka duniani. Yawapo hakuna Yoshua mwingine atakayekuja isipokuwa wewe. Wewe ndio huyo mtu ambaye unamtafuta, wewe ndio huyo mtu ambaye unamsubiri, wewe ndio Yoshua wa sasa, wewe ndio Musa wa sasa. Kwa hiyo tunawakina Mandela wengi sana kwenye makanisa ambao hawajijui. Tuna wakina Musa wengi sana tunawakina Ibrahimu wengi sana tuna wakina Matayo, wakina Yohana, wakina Luka, wakina Petro wengi sana tuna wakina Elia na wakina Elisha wengi sana ambao hawajataka kuchukua hatua na kubeba wajibu wa kwao. Tuna kina daudi wakina king David wengi sana, wapo wengi. Tuna wakina Debora wengi sana, wapo wengi. Tuna wakina Esta wengi sana ambao hawajataka kuchukua hatua na wako pale wame relax bila kujua kwamba wao Mungu ameta kama solution kwenye changamoto walizo nazo kwenye jamii. Mungu alipokuumba hakukumba kwa bahati mbaya. Kiona taasisi yoyote inatangaza nafasi ya kazi ikaajiri, ni kwa sababu inamhitaji mtu kwenye nafasi nafasi, ukapewa ajira. Sio sababu unataka kukusaidia, ni sababu kuna gap lipo, lakini wewe uliandaliwa kwa ajili ya ile nafasi unaenda pale kuondoa changamoto walionayo. Unapoondoa ile changamoto, ndipo na wewe unalipwa kuondoa changamoto za kwako binafsi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anajitazama yeye kwanza huwa hapigi hatua, kwa sababu Mungu hakukuleta kwa ajili yako binafsi, alikuleta kwa ajili ya kitu kingine, alikuleta kwa ajili ya jamii fulani, kwa ajili ya watu fulani, kwa ajili ya familia fulani. Ila wewe utasovu matatizo yako kutokea kwenye kusovu changamoto za watu wengine. Ukishaanza kujiona wewe kwanza kabla ya kuona wengine, ukijifikiria wewe kabla ya kufikiria wengine, uwe na uhakika kabisa utaishia padogo sana, utapiga hatua ndogo sana, patakuwa hakuna impact, kwa sababu hakuna mtu ambaye Mungu alimleta duniani kwa ajili yake mwenyewe, hayupo. Na kwa hiyo chochote ambacho unakifanya sio kwa ajili yako. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 na watano, Biblia inasema neno la Bwana lilinijia ni jia na kusema, Yeremia, kabla sijakuumba kwenye tumbo la mama yako nilikujua, nikakutenga, nikakuweka uwe nabii juu ya mataifa. Kwa Yeremia alizaliwa kama nabii kwa mataifa akaletwa kama nabii kwa mataifa, sio kwa ajili yake, kwa ajili ya mataifa, hakuwa kwa ajili yake. Ndio maana Esta, alipoolewa na mfalme wa Swero, akidhani kwamba ameolewa tu ili ale maisha, amekuwa ni malkia kwa ajili yake na kwa familia yake, ikabidi Mordekai mshtue, amwambia no, no, no. No, ulikuja hapa kwa majira kama haya. Kwamba sababu ya kuzaliwa ni nini? Kwa nini Mungu aliruhusu ukawa mahali ulipo? Kwa nini Mungu aliruhusu ukaolewa na huyu mfalume? Sio ili uwe malkia, sio ili ule maisha no, no, no, no, sio kwa ajili yako na ndugu zako, ni kwa ajili ya Wayahudi, kwa ajili ya taifa la Bwana. Mungu alijua kwamba nyakati kama hizi na majira kama haya, kuna hiki kitu kitatokea. Mungu alijua, ndio maana akakuleta. Pengine namwambia anamwambia Esta, sikiliza, hili bifu liliyopo kati yetu sisi na huyu Hamani, bifu la Hamani na Wayahudi halikuwa kwa sababu ya Hamani na Wayahudi, lilikuwa ni kitu cha zamani sana. Amani alikuwa ni uzao wa kifalme, ufalme wa Wamaleki ndio mana bibi nasema hamani mwagagi, nenda akasoma Samuel aka wa kwanza sura ya kumi na tano na kumi na sita Mungu alimtuma sauli akawapiga wamaleki na wangamizi wote. bibi nasemaje? akamwacha mwagagi, mfalme wa wamaleki. Mwagagi ilikuwa ni jina la cheo, kama vile farao ilivyo jina la cheo, kama vile rais ni jina la cheo. ko hamani mwagagi, hamani alikuwa na bifu na Modekai. Hakuwa na haja kuwaua wayahudi wote, bifu yake ilikuwa ni yeye na Modekai. Modekai amekataa kumwinamia, angeweza kumuua peke yake, lakini alitafuta wayahudi wote. kwani sababu? Palikuwa kuna kitu kingine kiko nyuma kiwa kinatafuta kuangamiza wayahudi wote kwa Mungu alijua bifurao lilianzia tangu kwenye Kutoka sura kumi na saba wanatoka Misri wanaenda nchi ya hadi, wamefika kwenye bonde la Refidim Wamareki wakawavamia waka wakapigana nao. Bibi sema Musa alimchukua Haruni na Hudi wakapanda mlimani, Joshua wakaenda kupigana na vita. Tangu pale ndipo Mungu akasema atakuwa na vita na Wamareki milele. Kwa hiyo ni kitu kimeenda muda mrefu sana. Samueli wa kwanza, kinakuja kujitokeza Mwagagi anaachwa kwenye Esta kinajua kujitokeza tena kwao. Mungu alijua kuna nyakati zitafika, atakuja mtu mmoja anaitwa Hamani ambaye ni Mwagagi kwenye ni fomu o. Wa wa maliki atatafuta kuwaua Wayahudi wote, ko niandaye mtu atakayesimama pale, ili Hamani atakapoinuka, Esta apate kumzima. Na Esta hakujua, ko ameenda pale, anajua ni kawaida, nimeolewa tu kikawaida, kawaida nimeingia pale kwa kawaida. Ikabidi Mordekai mwambie, hujui kwamba Mungu amekuleta kwa nyakati na majira kama haya? Akambia, sasa sikiliza, usiposimama kwa ajili yetu kwenye nyakati hizi, Mungu atatupa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe na mlango wote wa baba yako mtaangamia. Kile kitu kilifungua macho ya Esta, akajua kwamba sipo ikulu kwa ajili ya mwenyewe nipo ikuru kwa ajili ya taifa langu. Kama vile ambavyo Wakristo wengi hatujui, tunadhani tupo mahali kwa sababu tupo tu, tulisoma tuchosoma, kwa sababu tulisoma tuchosoma. Hatujui kwa nini tulizaliwa kwenye familia tulizozaliwa, kwenye taifa tulilomo, hatujui kwa nini tunaishi kwenye jamii tuliyomo. Kumbe kuna kitu kingine kikubwa ambacho Mungu amekikusudia ndani yetu na hatujui, na kwa hiyo tusipotambua tukasema kwenye zamu zetu na kwenye nafasi zetu, tutaangamia sisi na milango ya wazazi wetu, lakini Mungu atatafuta alternative nyingine kufanya kitu kile ambacho Mungu akusudia sisi tukifanya. Wewe ni jibu kwenye kila swali ambalo linatokea kwenye jamii uliomo. Si kila swali itakuwa na kuhusu ila, kuna swali likija kwenye jamii litakusumbua moyo Nitakusumbua roho, nitakuumiza, nitakusumbua kichwa. Ukiona kuna kitu kinakusumbua ndani yako juu ya mtu mwingine, juu ya jamii fulani, juu ya hali fulani iliyopo, ujue kabisa kuna namna unahusika kwa namna moja au nyingine. Sasa unasema ntafanyaje ili kutatua swala, ni kujiposition. Hata Esta hakujua atafanyaje, na mfalme ameweka sheria, hakuna mtu kuja ile sheria, ili uone kwamba kuna kitu kiwa kinawindwa ile sheria. Kwa Esta iliwekwa mpaka kwake, yule ni mke wa mfalme, ni malkia, ana nafasi kwenye ule ufalme, ili hata ye aliwekewa sheria kama mtu mwingine, kama mtu wa kawaida, kwamba hata we Esta hauji kwangu mpaka nimekuita na, na, na nimekunyoshea fimbo la sivyo unauawa. Akakaa siku thelathini hajaonana na mfalme, na hakuna kwamba ni kitu cha kawaida.